Nashukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai na afya njema lakini pia ametuwezesha kufika kwenye jengo letu hili la ofisi za Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuia zake za mkoa wa Tanga kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa ukarabati huu, lakini pili nawashukuru kamati inayoshirika na, na kusimamia ukarabati huu, kwa namna ambavyo mnasimamia kwa weledi na kwa uzalendo mkubwa kutoka mwanzo wa mchakato, lakini mpaka sasa, tutakugondea mwishoni. Mwenyezi Mungu awabariki sana, ongereni sana. lakini pia tuwashukuru mafundi wetu na meneja mradi injinia Makiomo, wewe umethibitisha uzalendo wako, lakini hapa hapakuwa hivyo. Kwa hiyo tunamshukuru, tunampongeza sana, ametushawishi kwamba tunapokuwa na kazi nyingine za chama basi naye akiomba kamwangalia so kwa jicho zuri, maana watu wazuri nao lazima watangazwe. Ndugu zangu, kubwa kuliko yote, tunamshukuru sana na kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hakika, haya ni maelekezo yake kwamba katiba yetu inapotuelekeza kwamba tuwe na chama imara. Chama imara, katiba amezungumza hapa, ni pamoja na majengo ya chama hiki yawe yenye kuvutia, yenye mwonekano mzuri, ili wale wananchi ambao wametupa dhamana ya kuunda serikali serikali ya Chama cha Mapinduzi wanapokuwa na changamoto zao, wawe na imani kwamba likienda pale na kwenda kupata huduma bora katika jengo lililo bora. kwa haya ni maelekezo ya mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulipoamua kuyatekeleza maelekezo haya, tuliamua kwa dhati kujenga heshima ya chama chetu. Tuliamua kwa dhati kujenga mwonekano mzuri wa majengo ya Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa Tanga. Tuliona baadhi yao kwamba hapa patahitajika mamilioni ya fedha mengi, tutapataje niliwatia ujasiri na uthubutu nikawaambia, kazi ya kiongozi ni pale anapoona changamoto kutafuta njia za kutatua changamoto hiyo. Anapokuwa hawezi kutafuta njia za kutatua changamoto, basi kiongozi huyo pia naye ni changamoto. Kwa hiyo, chama cha mapinduzi hakitakiwi kuwa na viongozi changamoto. Chama cha mapinduzi na viongozi wenye kutatua changamoto za chama chetu wenye kutatua changamoto za watu tunaowaongoza kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo yangu kwa katibu wa Chama cha Mapinduzi, tumetumia gharama kubwa sana hapa, lazima tuienzi miundombinu hii ambayo tujakuiweka hapa. Sasa na baada ya kuanza kulitumia tutakuja kushauriana kubaliana kwamba nani akae mahala gani na, na afanye nini kutunza miundombinu ni ya jengo hili ili tusije tukarudi kule nyuma tulipotoka. Tumeona changamoto tulizopitia hapo ndani, hizo zilifanywa na watu ambao baadhi yao hawakuwa waaminifu wakati huo. Sisi hatuhitaji kurudi huko tena tunahitaji kwenda mbele kwa mazuri zaidi katika Chama Chetu cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa Tanga, tukiacha ukarabati wa jengo la Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga. Lakini dhamira yetu nyingine kwenye mkoa wa Tanga ni kujenga nyumba za watumishi wa chama pamoja na jumuiya zake kwenye wilaya zote zote za mkoa wa Tanga. Sisi mkoa wa Tanga kichama tuna wilaya tisa na tuliweka nia tukadhamiria kujenga nyumba nne kwenye kila wilaya: nyumba ya katibu wa chama cha mapinduzi, nyumba ya katibu wa UWT, nyumba ya katibu wa jumuiya ya vijana, nyumba ya katibu jumuiya ya wa wazazi. Nalo tumeanza hilo wana CCM, tumeungana mkono baada ya kutoa fikra hizo, kama kiongozi wao. Ujenzi huo unaendelea vizuri katika baadhi ya wilaya zetu. Tunaamini kufanya hivyo ni kuwapelekea watumishi wa chama chetu kujisikia fahari kwenye kutumikia chama chao. Tunapofanya hivyo tunawapelekea watumishi wa jumuiya za chama chetu kujisikia fahari kutumikia jumuiya za chama chetu, tukitambua uhai mkubwa wa chama chetu, tunategemea jumuiya zake kwa tunapozienzi, jumuiya zetu kwa watumishi wake kukaa mahala pazuri kwenye nyumba za kisasa, nayo inachangia kwenye kujenga chama chetu kwenye mkoa wetu wa Tanga, tuelekea uchaguzi mkuu kwa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mungano Tanzania, wabunge pamoja na madiwani. Bahati nzuri kwamba uchaguzi huo hauwezi kufanyika bila vyama kutoa kwa wawakilishi wao, kwa maana ya agombea wao. Kila chama kina utaratibu wake, lakini utaratibu wa Chama cha Mapinduzi ni utaratibu ambao umenyooka na bahati nzuri kila aliyotia nia ya kugombea anafahamu utaratibu huo wa chama chetu.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 anaweza akatoa fedha akapata nafasi ya uongozi kwa sababu ya kuwashawishi watu, kitaweka chama hiki kitamkata lia mbali jina lake na kuwafuata na kuwapata na wale ambao walifuata utaratibu wa chama chetu. Kweli, kwa heshima na taadhima, nataka nimpongeze sana mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Tanga pamoja na timu yote ambayo imesimamia ukarabati wa jengo hili la CCM pamoja na kontrakta kon ambaye amepewa kazi ya kukarabati jengo hili. Kwa kweli mwenyekiti, jengo hili limebadilika kabisa sana, jengo lilikuwa limechoka sana, lakini kwa umwonekano, kila anayepita barabarani anaona sasa jengo la CCM liko namna gani. Lakini mwenyekiti, pia nimpongeze mpongeze injinia ambaye amesimamia jengo hili ndani kulikuwa kumepakwa rangi kwenye kuta, lakini kumbe nyuma ya rangi zile kuna tarazo ambayo ilikuwa imewekwa kwa miaka mingi sana. Ongera sana injinia, umesafisha rangi ile, umeweka tarazo kitu ambacho cha kudumu. Tarazo ile imeonekana uzuri wake na itakuwa ni tarazo ya kudumu, hakuna haja ya kupaka rangi rangi.